Na mtazamaji, mkewe Rais Rachel Ruto kwa miaka amekuwa mstari wa mbele kuwawezesha kina mama kupitia mfumo wa kuwekeza bila kuweka pesa benki maarufu kama Table Banking. Ni mradi ulioshika kasi kutoka vijijini na mjini hapa nchini. Na kwenye mahojiano yetu ya mkewe Rais Rachel Ruto mwenzangu ni Mretabu ameanza kwa kumuuliza kuhusu alikopata wazo la mradi huu. Asante sana Nimrod. Hili wazo lilinikujia wakati nilikuwa namsaidia mume wangu mwaka wa elfu moja mia tisa tisaini na saba wakati alikuwa anataka kuwa mbunge wa Eldoret Kaskazini. Na mimi nilipata nafasi ya kwenda kusaidiana na yeye kusaidia ama kumsaidia pia kuomba kura. Ilikuwa naenda naongea na, na kina mama, na nilifika mahali ambapo nilikutana na kina mama fulani walikuwa wameketi chini ya mti kwenye nyasi na wakati nilikuwa nawaongelesha niliona mama mmoja ambaye alikuwa na tabasamu kubwa, lakini hakuwa na viatu. Na mimi nikasema kwamba kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu akipata nafasi ya kuchaguliwa kukuwa mbunge, ningependa kukuja kufanya jambo na hawa kina mama na kwa majaliwa yake Mwenyezi Mungu aliweza kuchaguliwa, na miaka kumi na mbili ikapita, na nikapata hili wazo la Table Banking, ambayo ilikuwa imetengenezwa na serikali ya Kenya. Nikakuja na hilo wazo kuja kuambia kina mama uh, wa ili sehemu wanaweza kufanya uwekezaji wa pesa Table Banking, kuweka katika meza zao, kuomba na kuweza kutumia katika biashara, na tukaanzisha um, uh, organization yetu ambayo tuliita Joyful Women kwa ajili ya yule mama mmoja ambaye hakukuwa na viatu hakukuwa na chochote alionekana, lakini alikuwa na tabasamu, na tukasema kwamba tungependa hili tabasamu liweze kufikia kina mama wote. Jambo hili si rahisi, kwa sababu hivi sasa mnajivunia miaka kumi na sita tangu kuasisi, mnajivunia kuwa na wanachama eh, laki mbili eh, na arobaini elfu eh, kwa hivyo si jambo rahisi, lakini kumekuwa na changamoto ams tumekuwa na changamoto vile umesema. Pengine jambo changamoto moja ambalo ningependa kusema ni kwamba wakati tumeanza hii mambo ya table banking, kina mama kuweka pesa kutumia kwa biashara, pengine mama mmoja anaweza kupata changamoto, pengine ameenda kuegeza mali fulani na akapata kwamba hiyo biashara haikufaulu, so unapata kwamba wanakosa kukuja kurudisha pesa, na wakikuja kukosa kurudisha hiyo pesa kwenye meza hii siyo pesa yake peke yake, amechukua pesa pia ambayo ilikuwa ya mama wengine. Kwa hivyo hiyo imetuletea changamoto, lakini vile tumeweza kufanya, tumeweza kuleta mafundisho kwambia kina mama, hata ukichukua hizi pesa kwenye meza, pengine usiweke kwenye biashara moja, pengine weka kidogo kwa hii biashara, weka kidogo kwa hii biashara, kwa sababu hii pengine ikiweza kuanguka, hii ingine itafaulu, ndio uweze kupata kurudisha pesa. Kwa hivyo changamoto zimekuwa, lakini tumeweza eh, kuona njia za kuweza kuzitatua. Hmm. Ukiangalia taasisi ambazo zinatoa fedha kama ni mikopo, mara nyingi zimekuwa zikimpuuza mwanamke au mama kwa njia moja au nyingine, aidha kutokana na kwamba hawana imani au kitu kama hicho. Unaona kwamba fursa hii ya table banking imebadilisha mawazo kama hayo na kuvutia hata uwekezaji zaidi kutoka kwengine, ambapo pengine hata sasa benki zinaona tuna uwezo wa kumwamini mama katika kutoa mikopo. Hmm. Wale kina mama ambao nimeona wameweza kufaulu kwa hii Table Banking ni wale kinamama ambao wako na kusudi kwamba nikichukua pesa kwenye meza nitaenda kutumia hizo pesa kwa ile njia ambaye nilisema kwamba nitatumia. Unajua mahitaji ni mengi, ni mro mama kawaida hako na mahitaji, mtoto anamshika hapa, hata pengine mzee anamshika hapa. Pesa ikipatikana kwa familia, mahitaji ni mingi sana. Nimeona kwamba wale kina mama ambao wameweza kufaulu ni yule ambaye alisema, nitachukua pesa kwenye meza, nitaenda kutumia katika hii biashara. Ile faida ambayo nitapata, ndio ile ninaweza kutumia kwa hizi miradi zingine za kuweza kusaidia familia. Na kama tungefanya hivyo katika Table Banking, hatungekuwa na changamoto nyingi, maana pesa zikienda katika shughuli zingine. Kwa mfano tulikuwa tunaambia kina mama pesa zako za meza ambao unachukua si ya kwenda kukula. Uwezi kusema leo nimemaliza kikundi changu, wacha nipitia hapa, you know, kwenye duka niende nikule nyama ama niende nifanye nini ama pengine siku kuwa na kiatu, wacha niende ninunue viatu. Tunasema la, hapana, chukua hizo pesa, nenda kafanyia zile biashara ambao ulikuwa umesema, alafu ile faida ambao utapata unaweza kufanya mambo mengine yeah. Wakati ulipoanzisha pengine kile kikao cha hapa kitu gani kilianza? Je, mlianza kwa kuchangisha zile pesa mlizokuwa nazo? Ilibidi mwende mkopeshe waume zenu muje mutumie, kwa ili mtu aweze kufahamu urahisi wake wa kufanya shughuli kama hii. Wakati tulianza na wakati vikundi vilianza, walianza na kile ambacho walikuwa nacho kwa mkono, kama ilikuwa shilingi hamsini, shilingi mia moja, kwa sababu hatuna kusema kwamba pengine ulete hii hi, hi shilingi unalete, kama ni shilingi hamsini shilingi mia, kwa hivyo ilianza hivyo. Unalete tu ile uko nayo, alafu unaweza kuomba, unaweza kwenda kufanyia biashara zako. Mm. Asante sana mama wa taifa, nashukuru kwa muda wako na bila shaka tunakutakia kila la heri katika ufanisi, sherehe za miaka kumi na sita, maanake si kazi rahisi, inahitaji moyo na inahitaji zaidi E, kushikwa mkono na hata wengine zaidi. Asante ambao wamewasaidia, tunasema asante sana kwa kuwa nasi na kwa kutupa fursa. Asante.